Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Tunajua kuna changamoto ya tembo sio kwenu peke yake, changamoto ya tembo iko Simanjiro nzima Kiteto nzima, na huko kwenu nilikuwa nauliza, nikaambiwa kwetu wanafanya uharibifu mkubwa sana mkubwa sana kabisa, kututia umaskini na kutulisha nyuma, lakini kwetu sisi hatujapoteza maisha. Kiteto, shatimatimba watu kule, kwa hiyo kaka ni kubwa sana. Ni vigumu kusema kwamba jamani yetu, lakini kiuhalisia, katika miaka yote ya nchi yetu, miaka hii tumepata baraka ya tembo zetu kuzaliana mno. Nadhani matarajio hayakuwa haya, wamezaliana kweli kweli, sasa wamekuwa wengi mno, na ni vigumu kumwambia tembo atumie uzazi wa mpango. A niwahakikishie kama serikali tunaendelea kufanya kazi kubwa ya kupambana ikiwa pamoja na kutoa elimu kwenye ngazi za msingi. Nami niwaelekeza wenzetu watawa na TANAPA wapite kwenye vijiji sasa, waje wafanye mafunzo kwa vijana wetu ambao wako vijijini, wakisaidiwa na migambo ya vijiji, wawape ule ujuzi wa namna ya kufukuza tembo zinapokuwa zinakuja, kwa sababu tembo zina namna ya kufukuza, mkizikosea zinacharuka. Kwa hiyo tutaita wata kuelekeza namna gani ya kuwafukuza tembo wanapokuja, lakini kwa kweli ni kazi kubwa, na mimi naomba niwape pole sana, lakini serikali ipo kazini, inafanya kazi. Mheshimiwa DC naomba na hapa pia ingia kwenye list ya ya yaani mafunzo, yes, wanaendeleza kule Kiteto mafunzo kwenye list vijiduti, mafunzo, na hapa pia waje kwaje kwenye mafunzo, sababu tembo pia hapa wapo, eh. Kwa hiyo kwenye vijiduti mbao kuna pita tembo, baada kuzungumza hapa, ndugu zangu, naomba niwashukuru.